Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Kwa moyo mkunjufu kabisa nikualiki, kuna udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kuzama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shekhani Mzena na hii ni Toka Zamani TV. Kabla nikukumbushe kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele.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 bidhaa zako mbalimbali ambazo mba unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na themart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake mbele, ya habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia atoa maagizo saba, polisi agiza wasisubiri amani vunjwo, uchaguzi mkuu ataka uadilifu, kuondolewa rushwa, malalamiko aagiza masharti magumu kubana madereva. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wanaozuia ukaguzi NHC jela mwaka mmoja. Habari katika ukurasa wa pili. Wadao wasema uchaguzi fursa kupata viongozi bora. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Mchungaji ataka viongozi wa dini kutotumika kisiasa. Habari katika ukurasa wa saba TIC asajili miradi mia tatu sabini na mbili itatoa ajira elfu arobaini na moja habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili lakini pia gazeti hili imeandika majeruhi ajali ya mbea wahamishi wa hospitali ya rufaa habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari leo gwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti habari leo mikononi mwangu nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni agizo la usalama, Rais Samia alibebesha zigo jeshi la polisi kudhibiti viashiria vya, vya kuvuruga amani kuelekea uchaguzi mkuu, aonya rushwa, ajali, IGP atoa kauli, utekaji, uporaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili, iliandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili, ni ya IGP Kamilus Wambura, mkuu wa jeshi la polisi, ikisema Tunakuahidi, nchi hii ni salama, nchi hii ina amani. Jeshi la polisi haliko tayari kumvumilia yeyote atakayeleta uvunjifu wa amani kwa namna yoyote ile. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne. Kampeni za kufuta nyayo za shika kasi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Vyama vitatu vya siasa vinaendelea kuchanja mbuga katika mikoa mbalimbali nchini, huku vikipishana kwenye maeneo wanayopita wenzao ili kufuta nyayo walizoziacha waliotangulia kwenye maeneo hayo. Vyama hivyo ni Chauma, Chadema, CCM vinaendelea na ziara zao zenye malengo yao wa kumi mwezi ambao uchaguzi mkuu utafanyika. Sheria NHC kitanzi kipya kwa ajili ya habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Bajeti ya serikali rasilimali asilia zisaidie bima ya afya kwa wote, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Mwananchi limeandika sakata la kanisa la Skof Gwajima la tinga kortini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa iliopewa kipaumbele ni Samia kupokea gawio la kihistoria leo. Wataalamu wa uchumi wasema mwenendo wa makusanyo ulivyo, wanaamini gawio la mwaka huu wa fedha litakuwa la kihistoria. Undani wa taarifa katika ukurasa wa nne. Asira, hatuahirishi uchaguzi mkuu ng'o. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Rais Samia azidi kukemea rushwa, ahimiza maadili kwa polisi. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa nne. Mchungaji mstaafu ashauri nyumba za ibada zinazokiuka sheria zifungwe, habari katika ukurasa wa pili. Ripoti ya ukatili dhidi ya watoto nchini umepungua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Serikali yazidi kuchukua hatua kukabili mabadiliko ya tabia nchi ya habari katika ukurasa wa tatu. Trump atuma majeshi kuwadhibiti waandamanaji wahamiaji Los Angeles. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tisa wa gazeti hili. Gazeti limeandika zifahamu sababu za kila taasisi kuchangia mapato yasiyo ya kodi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira ya gazeti huru la kila siku. Nalo gazeti Nipashe mwanga jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CCM, Chadema wagawana nchi, Chauma wakoleza mchuano ACT Wazalendo waendelea na mkakati wa kuvuna wanachama wapya, habari katika ukurasa wa tano. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wake mbele ni ya Steven Wasira ikisema, sasa wako rafiki zangu wale watonetone, wao wanapita wanaambia tusifanya uchaguzi, na mimi ninawauliza tukiacha kufanya uchaguzi nchi itakuwa inaongozwa na nani? Maana hatuwezi kuwaambia watu acheni uchaguzi halafu huwapi mbadala eti. Tuhairishe, tuhairishe nini? Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tano habari. Picha inaonyesha waziri Hashim Rungwe John H pamoja na Dorothy Semu. Gazeti limeandika Samia, polisi jipangeni kwa uchaguzi, aonya rushwa, ubadhirifu wa mali pamoja na ajali za barabarani. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Kampuni za IPP za ng'ara katika tuzo za Super Brand, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu pamoja na ukurasa wa nane ajali katika miteremko Mbea zilivyokatisha uhai wa zaidi ya watu mia moja. Habari katika ukurasa wa Trump atuma wanajeshi elfu mbili kuwadhibiti waandamanaji, habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwango wa jamii, gazeti hili ikiandika hukumu miaka arobaini na nne jela kishoka angu akilio kortini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili.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 Top of and We are the way to your success. Nalo gazeti Jamhuri lenye habari iliyopewa kipaumbele ni tujipange tumalize uchaguzi mkuu, tuanze mchakato wa katiba mpya, huku tukijadili ya hali ilivyo nchini kwa sasa. Butiku, mahangaiko na taharuki, watu hawajui hivi, Tanzania tuliokuwa nayo tutaendelea kuwa nayo, ni Askof Mkonde. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili vigogo NHIF matatani, wadaiwa kushiriki njama za kuongeza mahudhurio ya mazoezi tiba, watakiwa kutoa maelezo ya kusababishia mfuko wa hasara ya bilioni moja nukta saba undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili Mwekezaji, polisi wanaficha ukweli, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili. OC za uatanapa NCAA, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tano gazeti hili imeandikwa jima sikio la kufa habari katika ukurasa wa saba. Busara itumike kuinusuru dabi habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 24. Lakini pia gazeti hili limeandika ofisi ya msajili hazina yaonyesha mwanga undani wa taarifa hini katika ukurasa wa kumi na nne. Ndoa ya Trump, Elon Musk yavunjika habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na saba, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri ninalo gazeti zanzibar leo kwa kweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele utaliwezesha jeshi la polisi Dr. Samia habari katika ukurasa wa pili uchaguzi mkuu upo kama ulivyopangwa wasira habari katika ukurasa wa tatu Hemedi ataka mifumo ya haki uwazi kwenye kodi habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili gazeti hili limeandika ukatili wa kingono kwa watoto umepungua Dr. Gwejima habari katika ukurasa wa tatu mgombea uraisi Colombia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 kusaidia baadhi ya changamoto zinazobainishwa na tume ya haki jinai kusimamia maadili na kukomesha rushwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika: Dkt Mpango atoa wito ushirikiano wa mataifa. Habari katika ukurasa wa pili. Meneja wa ba dai kuiba nyama mchele. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Wasira atatahirisha uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na tano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili. Hananja bariki kanisa la Gwajima kufungwa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ilani mpya elfu mbili ishirini na tano elfu mbili na thelathini Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji barani Afrika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili. Rais Samia kupokea gawio la kihistoria. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mwenda waonya waajiriwa wapya TRA kuhusu rushwa. Serikali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 yaingia kambini, undani wa taarifa hili kini katika kurasa za ndani. Ni yanga dhidi ya simba saa kumi na moja kamili jioni jioni kumi na tano, uwanja wa Benjamin Mkapa. Bodi dabi ipo pale pale. Ni kawaida kwa bodi kukutana na klabu shiriki. Tumepokea hoja za yanga zitaenda kuchekatwa. Hii ni nukuu ya Almas Kasongo, mtendaji mkuu wa TPLB. Gazeti hili limeandika Kasongo mtendaji mkuu TPLB atakiwa kujiuzulu Rafati makamu wa rais Yanga aliyekuwa katika kikao hicho, wakati Kidao ni katibu wa TFF alitakiwa kujiuzulu pia. Gazeti hili limeandika kanuni, kanuni ya 47 udhibiti wa klabu, mabano 18, klabu ambayo itashindwa au kukaidi kutii maagizo, maamuzi au utekelezaji wa maamuzi ya TFF au TPLB inatozwa faini ya shilingi milioni tano au kuondolewa kwenye ligi na kushushwa daraja. Kanuni namba 46, udhibiti wa viongozi: kiongozi atakayebainika kushindwa kukaidi kutii maamuzi maagizo ya TFF au TPLB atafungiwa kwa kipindi cha kati ya miezi mitatu na miaka mitatu na kutozwa faini isiyopungua shilingi milioni moja, mabano 14 kiongozi atakayebainika kusababisha timu kutofika uwanjani na kukosa mchezo baada ya kuhudhuria kikao cha maandalizi atatozwa faini ya shilingi milioni moja na kufungiwa kipindi kisichopungua miezi kumi na miwili. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti limeandika kufuzu kombe la dunia leo Jumanne ni Ubelgiji dhidi ya Wales saa tatu na dakika arobaini na tano usiku. Bado yupo kabeba tena, Cristiano Ronaldo amebeba taji jingine la UEFA Nations League, kisha akaweka bayana undani wa taarifa hii katika ukurasa wa ishirini, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari habari za michezo na burudani, ukurasa wa nyuma, gazeti habari leo umeandika masharti ya yanga ivuruga bodi ya ligi, bilioni mbili nukta nne zitatengwa, umiseta umitashunta, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Azam yapambana kumbakisha sila habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili ishirini waitwa timu ya taifa ya wanawake Uganda, habari katika ukurasa wa ishirini na mbili. Mwamuzi wa kwanza mweusi ligi kuu England ya fariki, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu, na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, na gazeti hili linakamilisha dukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.